Wafanyakazi wa shirika la posta mjini Machakos wameandamana wakidai malimbikizi ya mishahara yao ya miezi sita. Wafanyakazi hao wa posta walimshutumu uh, mwajiri wao kwa kuwapuuza, wakisema kuwa kucheleweshwa kwa mishahara yao kwa muda mrefu kumewafanya wawe ombaomba na kuwaingiza wao na familia zao katika mateso yasiyoelezeka. Wafanyikazi wote wa posta Kenya mzima wamekaa kipindi ya zaidi ya miezi sita hawajapokea mishahara yao, na jambo hili alijaanza mwaka uliopita limekuwa likitokea kila wakati, na imefikia wakati tukachukua mesha ambazo zinastahili ili tuweze kudai haki yetu. The strike is legal and we are not relenting. We are going back home Until he calls off the strike, until all the salaries have been paid. Pesa ya ya kutransfer kwa wazee na wamama wale wazee hiyo ka, hiyo pesa ilikuwa inapitia katika u, post, ilikuwa inapitia katika branches zetu za post office na hiyo kazi imeenda kwa banks, kwa hivyo tunaomba serikali itusaitie. Generally, malio yetu ni kwa serikali iangalie posta iipatie kazi kwa sababu services zetu zote zimechukuliwa juu ya internet. Hali ya sitofahamu imezidi kutanda.